Tena kwa furaha katika mwendelezo wa masomo yetu ya asubuhi, ikiwa leo ni tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2025. Somo letu lina kichwa kinachosema, Biblia yote ni kamilifu, na fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza fungu la ishirini na moja, nalo linasema maana, unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena aliotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi, umezidi kuwa mwema kwetu, umetutunza, umetulinda, umeendelea kutufundisha leo tena. Tunajinyenyekeza miguuni pako, utufundishe. Sala zetu, maombi yetu uyasikie, endelea kuwa pamoja nasi mwalimu na kiongozi. Tukajifunze haya kwa ajili ya umilele. Niombi letu kuu katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Kabla ya kuingia kwa dhambi, Adamu alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Mwumbaji wake. Lakini tangu mtu alipojitenga na Mungu kwa kuasi, jamii ya wanadamu imenyimwa fadhila hii muhimu sana. Kwa njia ya mpango wa wokovu, hata hivyo, njia imefunguliwa ambapo wakazi wa dunia wanaweza tena kuwa na uhusiano na mbingu. Mungu amewasiliana na mwanadamu, kwa njia ya Roho Wake, na nuru ya Mungu imetolewa kwa ulimwengu kwa njia ya ufunuo aliowapatia watumishi aliowachagua. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Nukuu kutoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza, na fungu la 21. Katika kipindi cha miaka elfu mbili na mia tano ya kwanza ya historia ya mwanadamu hakukuwa na ufunuo ulioandikwa. Watu waliofundishwa na Mungu, waliwasilisha maarifa hayo kwa wengine, na mawasiliano hayo yalirithishwa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto, kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Matayarisho ya neno lililoandikwa yalianza wakati wa Musa. Ufunuo uliovuviwa ulikusanya pamoja na kuunda kitabu kilichovuviwa. Kazi hii iliendelea katika kipindi kirefu cha miaka elfu moja na mia sita kuanzia kwa Musa, mwanahistoria wa uumbaji na sheria, hadi kwa Yohana, mwandishi wa ukweli mzuri wa Injili. Biblia inamtaja Mungu kuwa ndiye mtunzi wake; lakini Biblia iliandikwa kwa mikono ya wanadamu, na katika mitindo tofauti ya vitabu vyake mbalimbali inadhihirisha tabia mbalimbali za waandishi kadhaa. Ukweli wote uliofunuliwa una pumzi ya Mungu, nukuu kutoka kitabu cha Waraka wa pili wa Timotheo sura ya tatu na fungu la kumi na sita, lakini umeelezwa katika maneno ya wanadamu. Yeye aliye wa milele kwa njia ya Roho wake Mtakatifu aliagiza nuru katika akili na mioyo ya watumishi wake. Amewapa ndoto na njozi, ishara na mifano; na wale waliofunuliwa ukweli huo waliweka katika mawazo ya lugha ya kibinadamu. Amri Kumi zilitamkwa na Mungu mwenyewe na ziliandikwa kwa mkono wake mwenyewe. Zilitoka kwa Mungu na hazikutokana na utunzi wa kibinadamu. Lakini Biblia pamoja na ukweli wake mtakatifu ambao umeelezwa katika lugha za kibinadamu huonyesha muungano wa Mungu na mwanadamu. Muungano kama huo ulikuwepo katika asili ya Kristo ambaye alikuwa mwana wa Mungu na mwana wa mtu. Kwa hiyo ni kweli juu ya Biblia kama ilivyokuwa kweli juu ya Kristo kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nukuu kutoka katika kitabu cha Yohana 1 fungu la 14. Na ikiwa imeandikwa katika zama tofauti na watu waliotofautiana katika hadhi na kazi, na katika uwezo wa kiakili na kiroho, vitabu vya Biblia huonyesha tofauti kubwa katika mtindo kadhalika tofauti katika asili ya masomo yanayofunuliwa. Miundo mbalimbali na tungo imetumiwa na waandishi mbalimbali. Mara nyingi ukweli ule ule umeelezwa na mwandishi mmoja kwa namna ya mvuto zaidi kuliko mwingine, na kweli zilizofunuliwa hivyo huungana kuunda kitu kimoja kizima kikamilifu kinachofaa kukidhi mahitaji ya watu katika mazingira na uzoefu wa maisha huku. Kutoka kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa nne.